Siku za hivi karibuni tulikuwa tumeposti story ambayo inahusu maisha magumu ya mama zetu ambapo mmoja wapo ni mlemavu wa viungo anatambaa tu, hawezi kutembea, anatembea vivyo hivyo, lakini pia wa pili ni mlemavu wa macho, wote ni familia moja. Na mara baada ya kutoa taarifa hiyo, alhamdulillah, watu wengi wamechangia fedha, lakini kuna watu ambao wamechangia vyakula. Kwa mfano, kuna mtu ambaye alikuwa ametokea, mtu wa mjini, akaja hapa, nimesimuliwa na wenyewe hawa, akaulizia, akaleta kiroba cha unga cha kilo 25, akaleta eh, nguo, lakini pia akaleta na fedha, akawaachia fedha, tunamshukuru. Lakini pia leo hii Eh, kuna mama amenipigia simu na kuniambia niende nyumbani kwake nikachukue kiroba cha kilo 25 cha unga, na nika akanipatia akanipa aka na sabuni akanipatia na sukari na viberiti, kwa ajili ya kuweza kumletea ama kuwaletea hawa mabibi zetu. Asante. Asante sana. Mambo. Ngo poa. Kasa, Kasa, lakini ukiachiliana hapo kuna watu ambao wameendelea kuchangia fedha taslim kupitia namba ambayo tumekuwa tukiitaja ya mmoja kati ya wanafamilia wa, wa eh, hawa mabibi zetu, lakini pia amekuwa msaada wao, kwa sababu amekuwa akiwasaidia shughuli za hapa na pale. Sasa leo Faida Online TV tumefika hapa, moja, kuleta hii misaada ambayo tumepewa na huyu mama, lakini pili E, tumekuja hapa kwa ajili ya kuweza kuzungumza na wao wenyewe watuambie hali ya upatikanaji wa fedha ipoje, watu wamekuwa wakiendelea kuchangia na kwa namna gani hiyo fedha imekuwa ikiwasaidia na kitu gani ambacho wao wanakiomba kwa sasa. Lakini pia kuna watu ambao wamechao wameahidi vitu vingine ambavyo tutakuja kuzungumza kadri hivyo vitu vitakavyokuwa vinaletwa hapa, tutakuwa tunakuletea moja kwa moja kupitia Faida Online TV e, kupitia YouTube, Instagram, Twitter na Facebook. Kote ni Faida Online TV. Mimi naitwa Karim Faida na sasa tukazungumza nao hapa akituambia kutokea hapa Nanguruwe kwenye halmashauri ya wilaya ya Mtwara mkoa ni Mtwara. Jina langu Sofia Ismaili Mponda. mm. Tunashukuru kwa msaada wenu kwa kupitia kijana wetu Karimu Faida, ametuona mazingira yetu na hali zetu, akatutetea haki kwa vile tunashukuru kwa msaada wa pesa umeshaanza kutoka, tunashukuru, tunapokea mm. na unga mm. tumeupata kwa uwingi tu mm. kwa vile tunashukuru kwa hilo, kwa msaada wenu. Mwenyezi Mungu amjalie muwe mm. na moyo huo huo ili muweze kutusaidia sisi walemavu mm. Sawa. Uh, kwa namna hali ya uchangiaji fedha, labda ameshapokea kiasi gani mpaka sasa hivi? Fedha tumepokea, mimi nilipokea sawa na shilingi alufu hamsini na shilingi elfu tano mm. kwa vile, nimechukua alufu thelathini nikanunua ajaba kwa niaba ya maji mm. mambo yakae sawa sawa. <laughs> <laughs> na zilizobaki nilizo nazo alfu arobaini na tano kwa vile ninashukuru kwa hilo. Aa, kwa hiyo ulipata elfu hamsini na tano ukapata tena elfu arobaini na tano. Eh. Ah, kilo 25 za kwanza za unga lakini leo pia mmepokea kilo 25 zingine ambazo kuna mama mmoja hivi pia kutokea Mtwara hapa, mfanya biashara kasema, nimeguswa na hili na naomba niwapekee chochote. Na huyu pia ndo ameleta sabuni hizi, tumeona sukari amewaletea nayo, labda unazungumziaje? Kwa huyo mama tunamshukuru mm, kwa msaada wake na mchango wake mm, tumepokea ndio. Kwa hiyo tunamshukuru Mwenyezi Mungu, amjalie mm, awe na moyo huo huo ili tupate kunufaika sote pamoja. Tuko pamoja sawa. Uh, watu wanaendelea kuguswa na wanaweza akaa naendelea kuwa wanachangia chochote. Mi natamani nisikie kauli yako wewe, ambaye ndio mw, e, kwa kiasi kikubwa ndio umekuwa ukifanya kazi nyingi za hapa pamoja na hali yako yakutkuwezaktmbjaaabch wakusaidie? Nikipata godoro ni, ni vizuri tu litanisaidiasasahiv unala una, una, una kwenye nini? kwenye kitanda cha kamba mm. mm.

Mpaka leo nashukuru kabisa yeah. Hela ya mboga ninayo au tunayo mm -hmm. Mimi na jamaa yangu Sawa sawa. Mimi nakushukuru sana. Mm. Asante. Na mtazamaji wa Faida Online TV. Huyo ni Bi Sofia Ismail Mponda, mama ambaye anaishi na ulemavu na amepatia kiwa ukubwani huku huku, lakini leo tumezungumza naye. Kama unakumbuka stori yake imewagusa watu wengi, amechangia lakini, amewashukuru wale wote ambao ameendelea kumsaidia, ameomba kwa niaba ya yeye na dada yake ambaye ya ni mlemavu wa macho. Mungu akijalia, michango ikaendelea, basi anatamani angalau apate godoro. Sasa mimi nilikuwa naomba tupate angalau magodoro mawili. Tukaweka tu chini, kila mmoja akawa analala kwenye godoro lake, kwa sababu sasa hivi wote wanatumia vitanda vya kamba. Hali ambayo kwanza imepita e, na wakati lakini inawaumiza kwa sababu mama huyu anatembea, alikuwa ndiye kama hivyo kutambaa tu na nini, anaumia, anaumia mbavu na anaumia miguu na nini, kwa anavyotamani kulala, angalau apate sehemu nzuri ambayo anaweza kulala ikawa vizuri akajisikia angalau mwili unakaa kwenye nafasi yake, kama vile wewe leo umetoka kwenye majukumu yako ya kazi unarudi nyumbani umechoka, cha kwanza utahitaji maji ya baridi ya baridi sana, alafu pili utahitaji sehemu nzuri ya kupumzika. Hapa hatuna maji baridi, hatuna feni, si ndio? Lakini akipata godoro itamsaidia pia kupunguza machungu, si ndio? Mpaka kufikia hapo, mimi nimefikia tamati. Jina langu naitwa Karim Faida. Hii ni Faida Online TV. faidalit. Ni kukumbushe kusubscribe, kulike, na comment channel yetu ili endelee kupata habari zetu. Hakika sisi ni watu wa field, kama kutokana na mambo mengine basi tutaendelea kujuzana kupitia platform hii ya Faida Online TV. Instagram, Facebook, YouTube, Twitter, kote huko tupo tukifuatilia fuatilia kuona taarifa yetu na kama unaweza kuchangia basi itakuwa vizuri zaidi. Kutoa ni moyo na si utajiri. Mwenyezi Mungu akujalie kuwa na imani ya kuchangia ili pia kesho Mungu akulipe marudufu kutokana na kile ambacho umekichangia. Asante na kwa heri <totipos>